Hey, baby zangu, karibu sana kwa YouTube channel ya Malkia. Leo tupike mihogo vizuri na mitamu sana ya nazi na ni mirahisi pia kuandaa. You know, nikikuletea recipe ni simple na nzuri sana. Kwanza, nikukumbusha usubscribe kwenye YouTube channel yangu, alafu tagusa hiyo kama kengele inafuata ili uweze kuwa unapata notification kila mara ambako naika video mpya. So hii mihogo bwana, unaweza kula nayo chochote unachotaka, hasa samaki wa chukuchuku wale chemshwa, uzoe kula na samaki ya leka angwa, nyama, kuku tu so hapa tumechukua kwanza sufuria yetu tumeosha vizuri lakini pia tulimenya miogo yetu tukaikata midogo midogo na kuweka pembeni so, utaiona inavyoonekana so, baada ya kuosha sufuria yetu vizuri nao tunaiweka jikoni tunaikele miogo yetu tulivyokata tumekata cubes ndogo ndogo tutaweka maji yanayolingana na miogo ama ya juu yake kidogo tutaweka chumvi alafu tutaweka na vitunguu maji. Kama unapendelea vitunguu saumu utaweka kidogo, pia ni sawa. Alafu tutafunika tupike mpaka mihogo yetu ilainike kabisa. Mihogo ikilainika, chukua tu uma, utajua hapa imelainika, ukivunja hivyo inavunjika kirahisi. Mimi nitaanza kwa kuikoroga ili kuanza kupata ule uzito ambao unatokana na baadhi ya mihogo kupondeka, kisha nitaweka uh, tuizito la nazi alafu, nitacha ichemke kama dakika tano mpaka nane hivi itakuwa tui letu limeiva vizuri, kama unavyoona nasambaza hivyo. Vizuri. Basi, uh, utakoroga hivyo ikishaiva vizuri, utakoroga sasa utakuwa unakoroga uh, kwa muda kidogo, ni ili kama nilivyosema baadhi ya miogo inapondeka iliyoiva sana kwa utakuwa umepata kitu kama lirojo lizito la miogo mingine, mizima mingine imepondeka, and that's what make miogo yako milaini na mizuri kuenjoy. Mpaka hapo miogo yetu iko tayari. Sevu na chochote utakachopenda. Ni chakula simple na kizuri. So ikiwa ni msimu wa miogo mizuri, ama unamjua mama wa sokoni anauza miogo mizuri, hebu ifate hapo, njoo pika na Malkia. Thank me later. Mpaka kati mwingine, love you, bye.